Mwenyekiti wa Konferensi ya Nyanda za Juu Kusini amewashukuru na kuwapongeza waumini wote waliohusika kikamilifu katika siku maalum ya kiulimwengu ya kuwaombea watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Mwenyekiti wa Konferensi hiyo mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga ametoa pongezi hizo mara baada ya siku hiyo kuwa na mwitikio mkubwa kwa watu kujitokeza kuwafikia watoto na kuwataka waumini kuweka tabia ya kuendelea na moyo huo. Napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru waumini, washiriki, wachungaji wote kwa kushiriki katika programu ya kutambua watoto walio katika mazingira hatarishi. Ni matumaini yangu kwamba popote pale ulipo umekuwa sehemu ya kutoa huduma kwa watoto hawa. Na kwa sababu umeshiriki, ni kuombe isiwe tu tukio hili la mwezi huu wa tano la tarehe 24 bali iwe tabia endelevu kwa mtu anayemjua Mungu na kumwamini Mungu na kumtambua Mungu kuwa mkono wa Mungu wa kuwafanya watoto walio katika mazingira hatarishi kuendelea kuona Mungu wao akiwajali. Naye mkurugenzi wa idara ya watoto konferensi ya Nyanda za Juu Kusini, Neema Mwamfagasi, amesema mwitikio umekuwa ni mkubwa kwani wamekuwa na jumla ya watoto mia moja na ishirini ambao wamehusika kuwaona watoto wenzao hospitalini na kuwapelekea mahitaji muhimu. Tunamshukuru Mungu sana sana sana kwa mwitikio mkubwa. Tumekuwa na watoto mia moja ishirini na watoto hawa wameshiriki katika ibada vizuri, na hatimaye katika masaa ya mchana watakuwa wakielekea katika hospitali ya wilaya ya Kyela, kwenda kuwatembelea watoto wenzao wanaoumwa, lakini pia kutoa zawadi mbalimbali za kiroho pamoja na za kimwili, kama vile sabuni, mafuta na vitu vinginevyo. ulipotoa muda wako, fedha zako, mali zako Bwana atakuzidishia maradufu. Aidha, Kati... mchungaji wa mtaa wa Kyela Lubapula Saguda ambaye amekuwa mwenyeji wa tukio hilo pamoja na washiriki wa walioshiriki wamekiri na kusema kuwa kuwepo kwa tukio hilo kumeleta hamasa kwa malezi bora ya watoto, kwani wanapitia changamoto nyingi na jamii imewasahau. Kama mchungaji nimefurahi kwa sababu uh, katika jimbo letu ipo mitaa mingi, lakini ofisi iliona vyema kwamba Uh, zoezi hili na programu hizi ziweze kufanyikia katika mtaa wa Kyela, na washiriki na mimi kama mchungaji tumepokea tukio hili kwa furaha kubwa na tunamshukuru Mungu kwa sababu ameweza kutuwezesha. Itasaidia kama wazazi washiriki kuongeza bidii ya kuwalea na kuwatunza watoto na kuondoa changamoto za watoto ambao wanaterekezwa, wanaachwa kila mzazi achukue wajibu wa kuhakikisha anakuwa mlezi na mwalimu kwa wanafunzi wake, na kwa kupitia wazazi kumfundisha kila mtoto wake. Watoto hawa wao pia tunaweza tukawatumia kuwafikia hata watoto wengine ambao walikuwa wapo nje ya kanisa. Ninapomwona mtoto anakuwa kwenye mazingira magumu, kama mimi mzazi, naweza kuchukua jukumu lolote la kuweza kumsaidia yule mtoto. Yani, kutokana na hali zetu ingekuwa tu vizuri, yani itakiwa, yani kila baada ya mwezi ingekuwa inafanyika hivyo. Siku ya kutambua na kuombea watoto walio katika mazingira hatarishi mm, imefanyika kiulimwengu huku katika konferensi ya Nyanda za Juu Kusini ikifanyika katika kanisa la Kyela Mjini. Nikiripoti kutoka konferensi ya Nyanda za Juu Kusini, mimi ni George Mutarogwa, Hope Channel.